Na mtazamaji, uh, tumefika katika kanisa la ufufuo na uzima lililopo hapa Ubungo, uh, Kibo, uh, unaweza ukaona uh, washirika wameondolewa na ulinzi unaendelea kuimarishwa hapa na askari kama unavyoona wanazunguka kuangalia eneo likiwa lika, uh, katika eneo sehemu ya usalama zaidi. Na hapa kama unavyoona uh, mbele yangu kuna magari ambayo yamezuiliwa, lakini hii yote inaonyeshwa ni kufuata utaratibu. Tutaendelea kukujuza kinachokuwa kinaendelea hapa Ubungo Kibo, katika kanisa hili la ufufuo na uzima. Kinachoendelea ni kuzuiliwa na kustopishwa shughuli zote ambazo zilizokuwa zinaendelea hapa, kustopishwa na utaratibu mwingine ukiwa unaendelea kufuatwa. Mimi ni Simon na hii ni Rungu TV, tunaendelea kukujuza matukio kemkem ambayo yanaendelea hapa Kibo, Ubungo external, katika kanisa la ufufuo na uzima.